Mkate wangu imekuwa nafanya mimi nje mm -hmm ya duka. Tumesema kuna njaa. Niko na pale taka nini nichukue mkate na kutupia. Nikisha kutupia hivyo natoka mbio ni, ni, ni. Una hivo una una hmm. Utanitupia haya ashu mimi mkate sawa, simama hapa nikikutupia unashika, sawa. Nikikushika unakimbia, ukishika unakimbia kuja hivyo ya mwisho, nenda mbio, sawa. Nikimsubaisha hivi nikimuuliza hiyo, na unatoka mbio

yangu imekuwa hapa inafanya nini nje ya duka? So mm -hmm. wewe unanituma nikuchukulie kitu huku, na mkate yangu inatembea inadevelop miguu inaburuka huo ndani, na mkate yangu inadevelop mapawa inaburuka inatoka kwa duka inaruka nje. Si ndio? Ah, skiza. Unajua mimi kama niko mfu mimi nimewahi mimi naweza nikasimama kwa hewa kama dakika tano. Si umeniitisha sabuni hapa nikiwa kwa duka kwa duka yangu duka yenye nime stock more than 50000 nimeweka ndani ukaniambia nikupatia sabuni. Wait. Mimi Mpete wakati naingia huko ndani kuchukua sabuni, mkate yangu yenye imetulia tu kwa kaunta Ina develop wings. Alafu inaburuka nje ya dukani. Nyinyi sikia, miiniende naongea mambo yangu ya mkate wenaye nakuja kugombana hapa